Katika ulimwengu wa sasa, mtoto wa kike anakuwa akiwa ameshikilia simu zaidi kuliko kalamu. Mtoto wa kike anakuwa akipata mafundisho zaidi kutoka kwenye mitandao ya kijamii kuliko wazazi wake. Mitandao ya kijamii wakati mwingine inaweza kumsaidia mtoto au ina uwezo wa kumvunja kimya kimya, bila mzazi kuwa akitambua. Siku ya leo kwenye Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia faida tatu na hasara tatu za mtoto wa kike kutumia mitandao ya kijamii. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado hauja subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya mtoto wako, kwa ajili ya jamii nzima pia. Karibu tuende tukajifunze, tuangalie haya madhara na pia tuone hizi faida ambazo mtoto wa kike anaweza kuzipata kwa kutumia mitandao ya kijamii. Usiache kulike, usiache kushare na usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Karibu na tuanze. Faida ya kwanza ni kujifunza na kuongeza maarifa. Mtoto wa kike anayetumia vizuri mitandao ya kijamii inaweza kumsaidia hasa kwenye sekta ya ufundi, inaweza kumsaidia kwenye masomo, inaweza kumsaidia kwenye upande wa ujasiriamali, kama atatumia vizuri mitandao yake, akawa anaangalia zile video nzuri ambazo zinafundisha mambo ya ujasiriamali, ambazo zinafundisha ufundi, ambazo zinafundisha maarifa mbalimbali, zinamfanya mtoto wa kike aweze kupata hayo maarifa sahihi na yamsaidie katika maisha yake. Hivyo mtoto wa kike anashauriwa atumie vizuri mitandao ya kijamii katika kujifunza na kuongeza maarifa. Faida ya pili ni kujiamini na kujieleza. Mtoto wa kike anayetumia vizuri mitandao ya kijamii anaweza akakutana na kontenti zile, kwa mfano za uchoraji, kontenti za uchongaji, uimbaji, usanii hapo mtoto wa kike anaweza akatambua sauti yake na akajiamini akaweza kufanya vizuri sana, zikamsaidia kwa maendeleo. Kwa hiyo mtoto wa kike, hii mitandao ya kijamii inamsaidia sana katika kujiamini, hata ambapo anapoangalia content za watu wengine. Kwa mfano mimi, ni mwanamke, ninaandaa content za malezi, ninaandaa content za maarifa mbalimbali, ujasiriamali. Mtoto wa kike anapokutana na content kama hizo, akazitumia vizuri zinamsaidia katika maisha yake na zinamsaidia kujiamini. Anatambua sauti yake na ana uwezo wa kuzungumza akajieleza mbele za watu, kwa sababu atakuwa anatengeneza content pia ambazo anaweza akazitumia pia kwa kujieleza. Faida namba tatu ni ujenzi wa mitandao, ambao hii tunasema ni networking. Msichana ambaye anatumia vizuri mitandao ya kijamii ina uwezo wa kumkutanisha na wasichana wenzake wenye vipaji, ina uwezo kumkutanisha na mentor ambao wanaweza wakamsaidia vizuri, wakamtengeneza kulingana na kipaji chake. Anakutana na wenzake ambao wana kipaji kama cha kwake. Anapokutana na watu ambao wana kipaji kama cha kwake, hapo hiyo tunasema sasa ni ametengeneza network ambayo inamuunganisha na watu wengine, anaweza kushirikiana nao, anaweza kujadiliana nao, na ana uwezo wa kufanya vitu vizuri. Pia, katika mitandao ya kijamii mtoto wa kike anaweza akatafuta menta kwenye mtandao wa kijamii ambaye amempenda, ambaye anaona anafanya vitu ambavyo na yeye anavipenda, akaongea naye na ikamsaidia kuweza kuendelea mbele. Sasa tuende tukaangalie hasara tatu za mitandao ya kijamii kwa watoto wa kike. Hasara ya kwanza ni shinikizo la urembo na kujilinganisha. Watoto wa kike wanaoingia kwenye mitandao ya kijamii kichwa kichwa, unakuta wakati mwingine wanakutana na lifestyle, ambazo ziko katika standard ya juu. Zile lifestyle zinakuwa zimehaririwa kwa mfano, picha unakuta picha zimepigwa, zimetengenezwa, zimerekebishwa, wasichana wamepodolewa, wasichana kwenye masuala ya urembo wanakuwa wametengenezwa katika vigezo vya hali ya juu, ili kuweza Kuupa mtandao nguvu. Na ili kuweza kuvuta watazamaji kutazama. Kwa hiyo mtoto wa kike anayetumia mtandao wa kijamii pia anakuwa hana maarifa zaidi ya mtandao wa kijamii, ana uwezo wa kukata tamaa akajiona yeye ni duni akajiona yeye hafai kwa sababu atakuwa anapambana ajilinganishe na wale wasichana ambao anawaona kwenye mitandao ya kijamii na anajikuta hawezi kufikia kama wale wasichana walivyo. Kwa hiyo hiyo inamkatisha sana tamaa. Hasara ya pili ni matamshi mabaya na unyanyasaji ambao hii tunasema ni cyberbullying. Wakati mwingine watoto wa kike kwenye mitandao wanakutana na maneno mabaya, wanakutana na maneno ya unyanyasaji, kejeri mihemko kudharauliwa. Unakuta watoto wa kike wakati mwingine wanakutana na watu kwenye mitandao ya kijamii ambao wanawafundisha labda wanamfundia tutumie picha zako ambazo hauna nguo, tutumie video zako. Kwa hiyo msichana, wakati mwingine unamkuta anakumbwa na hofu, unamkuta anapata uoga, kwa sababu unakuta wakati mwingine asipofanya vile ambavyo anatakiwa kufanya na huyo mtu, unakuta anatumiwa maneno mabaya ya kumuumiza, ya kumuumiza, ya kumkashifu, ya kumuonyesha kwamba yeye si chochote yeye ni mshamba. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri sana watoto wetu wa kike wakajua jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii na jinsi ya kujiepusha na watu ambao wanaweza wakawakwaza au wakawanyanyasa kijinsia, wakawatumia maneno mabaya. Hasara ya tatu ni kupoteza muda na kushuka kwa utendaji. Mara nyingi wakati mwingine watoto wa kike unakuta wanatumia muda mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii, ambapo hiyo wakati mwingine inamfanya apoteze muda wake mwingi kwenye mitandao, na pia inamfanya awe mbali na familia, kwa sababu anakuwa muda mwingi yuko na simu au kompyuta au laptop vitu kama hivyo. Kwa hiyo unamkuta muda mwingi anadiri tu na mtandao, anapoteza muda na familia, mapenzi na familia yanashuka, ya wakati mwingine kama ha, ametumia muda mwingi sana kuwa kwenye mtandao, anakuwa na usingizi, anakuwa na uchovu. Kwa hiyo matumizi ya mtandao ya kijamii kwa watoto wa kike anatakiwa yashauriwe vizuri. Mtoto wa kike ni kama ua nzuri linalohitaji mwanga, maji na ulinzi ili liweze kuchanua vizuri. Mtoto wa kike akifundishwa vizuri na mzazi wake, akisikilizwa, akiongozwa, ana uwezo wa kuelewa jinsi ya kutumia vizuri mitandao ya kijamii, ili mitandao ya kijamii iweze kuleta manufaa katika maisha yake, na mitandao ya kijamii isiwe shimo la kuweza kufukia ndoto za huyo mtoto wa kike. Kumbuka, Moyo wa mtoto wa kike ni wa thamani sana, hivyo mzazi unatakiwa kuulinda na kuutunza kwa mustakabali mzima wa maisha yake. Tuwalinde watoto wa, wa kike, tuwatunze, tuwasikilize na tuwathamini kwa ajili ya ukuaji na waweze kuzifikia ndoto zao katika maisha yao. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kulike, usiache kushare na usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Karibu sana, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata, ambapo tutaenda kuzungumzia kwa nini watoto wa kike wakati mwingine wanakumbwa na kiburi. Karibu tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata, na Mungu mwema akubariki sana. Asante.